Mioyo yao iharibiwe na uovu ama mashauri ya dunia, kipande kikubwa cha dunia, ama wewe ambaye unaweza kawa kwenye kwenye hayo yote ambayo nimeyataja ni, ni mojawapo ambalo ni teso ambalo linakusumbua. Ni mlevi, ni mvuta bangi, ni mla ugoro, tamaa zinayemekukunja, unajizini, yani umekuwa ukitafuta ni kwa namna gani unaweza kutoka. Jua tu jambo moja, staili ambayo uliweza kufikia huko ama uliingia huko kwa kuruhusu moyo wako kuvurugwa, kuvurugwa na na aina fulani ya sauti za dunia. Yani, uliruhusu moyo wako uharibiwe na maovu ya dunia, uliruhusu macho yako yatazame yatazame vilivyo najisi viwezavyo kukuharibia wewe, viwezavyo kuharibu hatima yako. Sehemu kubwa ya wanadamu wengi wamejikuta wakisumbuliwa ama wakiingia kwenye wimbi la dhambi kwa sababu ya kuruhusu mioyo yao, kuruhusu mioyo yao kuifuata dunia. Kipande kikubwa cha wanadamu wameingia huko kwa sababu ya kuruhusu mioyo yao kuweza kuharibiwa kuweza kuharibiwa na mafundisho ya dunia. Takusomea Marko eh, mtakatifu sura ile ya saba na ule mstari wa 17 uone ni kwa namna gani ambapo moyo wako ukiruhusu kuelekea dunia, kutazama vya dunia, ni kwa namna gani unaweza ukazurika. Biblia inasema hivi hata alipoingia katika, Marko mtakatifu sura ile ya saba mstari wa 17 neno la Mungu linasema hata alipoingia nyumbani ameuacha mkutano, wanafunzi wake wakamuuliza habari za ule mfano, akawaambia Hivi hata ninyi hamna akili? hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu, kikimwingia, hakiwezi kumtia unajisi, kwa sababu, kwa sababu hakimwingii moyoni ila tumboni tu, kisha chatoka kwenda chooni. Kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote. Akasema, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho nini unajisi. Sasa mstari wa 21 anaendelea kusema kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya kama uasherati, wivi, uaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Hayo yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Ndani ya moyo wa mwanadamu natoka wivi, ukorofi, ulevi, uzinzi, matukano, kwa sababu hivi ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Sasa vimeingia kwa namna gani? Vimeingia kwa wewe kwa kuelekeza moyo moyo wako wako kuvitazama. Yani kwa sababu kila ambacho unakitazama sana ndicho ambacho kitachukua mfumo wa maisha yako. Kila ambacho unakiangalia sana ndicho ambacho kitakuwa mfumo wa maisha yako. Kile ambacho unakiangalia sana unakitazama sana ndicho ambacho kitajenga ngome ndani ya moyo wako. Ukiwa ni mtu wa kuangalia picha za uchi, hizo picha za uchi zitajenga ngome kwenye moyo wako na mwisho wa siku tamaa za zina itakukunja. Ukiwa ni mtu ambaye utakaa mahali ambapo wanasema pombe, pombe ni nzuri, bia tamu, bia tamu, bia tamu, bia tamu. Jua tu kwa kadri ambavyo utazidi kusikia sana, ile sauti itajenga ngome ndani ya moyo wako. Kwa hiyo utajikuta na wewe unasema, hebu ngoja nikaonjepo hiyo pombe ambayo unasema ni tamu ikoje ikoje. Ukiwa ni mtu ambaye unakaa kwenye shauri, ah, mwanamke wa namna hii ni mzuri, mwanamke mwenye shepu namba nane ni mzuri. Kwa hiyo mshwa siku utaanza kuvijaribu. Kwa sababu gani? Kwa kadri utakavyoendelea kusikia sana, kwa kadri utakavyoendelea kusikia sana, ndivyo hivyo vitu vitajenga ngome ndani ya moyo wako. Na ngome ikishajengwa, lazima tu kile kitu utakijaribu, iwe ni kwa kutaka ama kutokutaka. Suluhisho ni nini? Suluhisho ni wewe kutazama kile ambacho ulitakiwa kutazama na kutokutazama kile ambacho hukutakiwa kutazama. Mahali fulani kwenye Biblia, neno la Mungu linasema kwamba neno la Mungu nalikae kwa wingi ndani ya mioyo yenu. Lengo ni nini? Neno la Mungu likikaa kwa wingi litaweza kusafisha kila aina ya uovu ambao unaweza ukapita ukauona kwa bahati mbaya, ama ukaushikia kwa bahati mbaya, kwa sababu tunaishi kwenye dunia ambayo wakati mwingine eh, hivyo vitu vinaweza vikatokea tu ghafla tu malo tazama, umepita mtandaoni, ghafla amepita dada amevaa ngoza ovyo. Kwa hiyo panapokuwa na msingi wa neno la Mungu ndani ya moyo wako, hiyo inakusaidia kunyonya ile aina ya uovu, isiwe na nguvu ndani ya ufahamu wako, ndani ya ufahamu wako. Kwa hiyo, ili kupona, ili kuweza kuokoa moyo wako usije ukaingia kwenye dimbwi lolote la uovu, aina yoyote iwe ni uzinzi, uasherati, ulevi, ni kuruhusu moyo wako kubeba yaliyo mema, kuruhusu moyo wako kubeba, kupokea, kutafuta, kuyasoma, kujifunza yaliyo mema. Lakini maovu aina yoyote kujaribu kuepukana nayo, maovu ya aina yoyote kujaribu kuepukana nayo. Hiyo ndio itakuwa suluhisho la wewe kupona. Neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nawe katika jina la Yesu, amen.